Karibu tena. Rais Ruto amezindua mradi wa ujenzi wa barabara kuu ya Rironi kuelekea Mau Summit unaotarajiwa kugharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni mia moja na sabini. Rais Ruto ametoa hakikisho kwamba barabara hiyo itasuluhisha tatizo la msongamano wa magari, ajali za kila mara na kuimarisha biashara nchini na katika nchi jirani za Afrika Mashariki. Safin Achieng Uma alishuhudia uzinduzi huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ndiyo taswira inayoshuhudiwa kila mara katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru, msongamano wa magari ambao umekuwa kero kubwa kwa wasafiri wanaotumia barabara hii. Lakini sasa huenda mambo yakabadilika. Ujenzi wa barabara kuu ya Rironi kuelekea Mau Summit uliozinduliwa na Rais William Ruto utakapokamilika, Barabara ya Rironi kuelekea Naivasha itapanuliwa kuanzia Naivasha kuelekea Nakuru na kisha kupanuliwa zaidi ili kupunguza msongamano wa magari. Usafiri kupitia mji mkuu wa Nakuru pia utaimarishwa kupitia ujenzi wa barabara ya kisasa itakayopita juu kutoka nakuru hadi mau summit barabara hiyo itakuwa pana zaidi na itakuwa na vituo vitatu vya kukusanya kodi katika barabara hiyo ya kilomita 175 waendesha magari ambao hawatataka kulipa kodi hiyo watatumia barabara mbadala miezi sita hii barabara itakuwa tumemaliza kutoka kamandura mpaka imefika wapi imefika gilgil kwa sababu nimekubaliana na hawa wangwana 2027 siku ya madaraka tarehe moja mwezi wa sita mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Nyenye mnanielewa? Mradi huo aidha utahusisha ukarabati wa kilomita hamsini na nane za barabara ya Rironi kupitia Maimahiu ambayo inaelekea na Ivasha. The work we begin today will echo far beyond our borders, reshaping trade, expanding prosperity, and elevating lives across our country and our region. Rais Ruto amedokeza kuwa serikali imepanga uzinduzi wa miradi mbalimbali ya ujenzi wa barabara nchini kama njia mojawepo ya kuziba mianya ya miundo msingi ambayo imekuwa changamoto kubwa tangu uhuru. Safin Aching Oma, runinga ya Citizen.